Na mjambo wa kongomani wote mahali popote, baraka kubwa sana leo. Ni siku ya pili, tariki kumi mwezi wa sita elfu mbili makumi mbili na tano. Tutakuwa na habari mbalimbali tuwapashe yanayojiri kwenye shamba la vita na mambo mbalimbali habari. E, yetu ya kwanza tutakwenda kuwajuza kulingana na habari zinazopatikana mitandaoni, yani, vikundi vingi vinaosikilia silaha, kulikoni mapambano yaonekane kwenye shamba la vita. Mapambano yanaonekana sasa kwenye mitandao, wasiopigana njoo wanajitapa kupigana. Hiyo ni shida kubwa sana ni kubwa shida sana. Na habari zinginezo tutazipata, ni habari zilipatikana hapo juzi, e, juzi, siku e, siku ya sita, siku ya sita tariki nane mwezi wa sita elfu mbili makumi mbili na tano, hapo Kamanyola. Na tutawapa habari zingine zinazopatikana kwenye shamba la vita Nord Kivu, Sud Kivu, na eneo zingine na habari zinazopatikana kwenye mitandaoni ya kwamba adui amejiandaa, anataka kuja kuvunja Luvungi na kadhalika na kadhalika. Hiyo yote inakuwa sasa vita ya media inakuwa vita mediatique kwa hiyo nawashukuru sana. Simu ingine ni Mboto ya Bato Mwene Batobushiri Egle, mzee Dola kubwa, takupasha habari sahihi habari za kweli. Na kwa hiyo nina muda mrefu kabisa niko kimya, na wengi wanajilaumu wengi wanasema Dola yuko kimya. Kwa hiyo nitakuwa napanda kwenye vipaza sauti, aidha kwenye wakongomani wote, kuwapasha habari kukitokea tukio la mapambano, aidha tukio lingine na ukikuta niko kimya sisemi chochote, ujue kwamba hakuna lolote lile ambapo nitawapasha. Asante na washukuru, tuwe pamoja na habari, utakapoipata basi umpe mtu mwingine. Asante, tunaomba wakongomani wote, mahali popote pale tulipo, sisi sote tuwe jicho la kutazama yanayojiri kwenye shamba la vita, kwa kuwa kwenye mitandao kuna pita maneno mengi ya wasiopambana, ndio wanajitangaza kupambana, na ili tunataka tuliseme kwa kuwa limekwisha kusemeka sana kwenye mitandaoni. Kuna zaidi sana froo inayopatikana e, Luvunge na kuendelea. Kuna watu wanasema ya kwamba watu wa Mheshimiwa William Amuri ya kutumba mkombozi hawafanye kazi wanaofanya kazi ni wao. Hilo ni jambo ambapo halipendezi sana, na jambo kama hilo linakwenda kuwapa watu nguvu wasio wasiotenda kazi. Kwa hiyo tutaomba wakongomani, nyinyi wote mulipo hapo na wanaopatikana eneo mbalimbali, nyinyi wenyewe muje mufanye uchunguzi kwenye shamba la vita, aiza kwenye fro inayopatikana Luvunge, muone na macho yenu na mujisikilie na sikio zenu, ni wanani wanaofunga fro ya Luvunge. Kwa kuwa ni mengi yanayosemeka kwenye mitandaoni, atupendi kutaja majina ya watu kuna wengi wanasema ya kwamba ah, mheshimiwa William Amuri wa akutumba mkombozi visionnaire mbeba maono ni farseri, afanye chochote hayupo kufro, vya mingi vinasemeka atoke kufro. Si tutakwenda tutakenda kubakia kufro. Sasa tunaomba wa kongomani, ili nyinyi wenyewe mupate udhibitisho wa haki ya mambo, mnaomba nyinyi wenyewe wenyewe mufike kwenye fro ya Ruvungi muje mujionee wenyewe, hapo mtakuwa najibu mtalipata kwenye na wale wanaopigania kwenye mitandaoni mtajua wanani wanaopigana na wanani wasiopigana. Na hata nyanza za juu uko milimani minembo na eneo zinginezo, kuna makundi mengi yanayojidiri ya kwamba wao ndio wanapigana, wanasema kwenye mitandaoni ya kwamba wao ndio wanapigana, wao ndio wanapigana. Eh, mheshimiwa William Amuri ya kutumba na yake wapigane. Kwa hiyo ningeomba nyinyi wakongomani wenyewe muwe waamuzi. Hatuseme maneno ya ubaguzi, lakini wanaotaka kubagua ni wanaopanda kwenye mitandaoni kusema maneno yasiyokuwa ya kweli. Na ndio maana tumeomba wakongomani wote, nyinyi nyote, muwe jicho na wapelelezi, ili mujue yanayojiri kwenye shamba la vita, kwa kuwa kwa kwenye mitandaoni inaonekana ya kwamba kundi la CNPSC la mheshimiwa William ya Amuri force ya kutumba Mkombozi, mbeba maono, komanda alifanya chochote na watu wa wac wa William Amuri ya kutumba, si wapiganaji wa mitandaoni. Ni kundi na ni watu na ni vijana machachari wanaofanya kazi kwenye shamba la vita, na ijapokuwa tunaingia kwenye kualisio ya Rade d eh, tunaingia kwenye kualisio ya Rade, aidha koordinasi ya Rade, si ya kwamba tunabagua watu wengine, lakini wanaopanda mitandaoni mambo wanaosema sio mambo ya kufurahisha. Ni maneno ya uongo, ni maneno ya uongo. Kwa hiyo nitawaomba sana Nyakongomani, nyinyi wenyewe wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, muje mufanye kazi ili mujue wanani wanaofanya kazi na wale wanaofanya kazi wanastahili kupewa nini. Wanastahili kupewa sifa zao, na sifa ya wale wanaopatikana kwenye shamba la vita ni sifa ya Wakongomani wote, kwa kuwa kushindwa kwetu ni aibu kwetu sisi wote, na kuweza kwetu sisi ni faida yetu sisi sote, lakini matangazo yanayopitika kwenye mitandao ni si matangazo mazuri, ni matangazo mabaya yanayobagua na ya ubaguzi hiyo yanajiri kwenye mitandaoni kwenye vikundi vingi. Leo havipambane kwenye shamba la mapambano, wao wanaanza pambania sasa kwenye mitandaoni, na hilo ndilo maana tumesema hilo. Asante mara tena, na tutazidi kulinukuru na kulisema kwa kuwa yanasemekana sana kwenye mitandaoni, habari ya magaidi kutaka kuja kuvunja eh, Fro Isa Kibambasi kinachopatikana Luvunge eh, kabla itafikia tarehe kumi na tano. Habari hizo tunazipata kwa makini sana, na wakuu viongozi wanazifanyizia kazi zaidi sana Si ya kwamba tunazizarau, tunazielewa vizuri kazi, na zinafanyiziwa kazi, lakini tuna imani ya kwamba tariki hizo zitafikiria kabla adui hajawahi kuvuka, aidha kunusa kwenye mpaka wa hiyo. Kwa hiyo tunawaomba wakongomani wote wanaopatikana eneo Rufunge, eneo zingine, eneo zingine zote zile kufanya kazi kama kawaida. Kwa hiyo hacheni wazalendo watachapa kazi na nyinyi wazalendo wengineo mufanye kazi zenu. Kwa hiyo wakulima walime wengineo wafanye kazi hiyo kazi itafanyika na ipo imara. Habari hiyo inajulikana wazi na itafanyiziwa kazi. Wa vijana machachari wapo kwa ajili ya kazi hiyo, na tunaombwa wa vijana wote machachari kusogea kwenye fro zote zile zote zile kwa ajili ya kazi kupambana na huyu adui mgaidi na kumuondoa maeneo anayopatikana. Kwa hiyo vitisho vya mitandaoni visiwasumbue, kwa kuwa vita vingi kwa leo havipatikane kwenye shamba la vita. Vita vingi vinakuwa kwenye mitandaoni na vita vingi vinakuwa vya kutisha, kutisha Vinakuwa vya kutisha. Na habari za uongo hazita tusaidia kitu. Asante na washukuru mara tena wakongomani wote tunaomba tuwe kimoja, tue kimoja, sisi sote tuache ubaguzi, tuache maneno ya uchochezi kwa hiyo umoja wetu ndio nguvu zetu, na kazi itafanyika. Tuna imani ya kwamba mwezi huu wa sita ni mwezi wa mafanikio kwetu sisi wa Kongomani. Asante na washukuru mara tena, pata habari, pasha wengine. Okay, Kamanyola mara tena. Wakuu viongozi wa magaidi wa AFC Congo na e, M23 na wavamizi kutoka Rwanda, wakuu viongozi wao walikuwa na kikao hapo Kamanyola kwa ajili ya matukio yaliyotukia hapo siku e, ya saba usiku ya jeshi la magaidi wa jana, siku ya kwanza tariki tisa mwezi wa 6 2025 na wamerejea leo e, siku ya pili tariki kumi e, mwezi wa 6 2025. Kwa hiyo wa gaidi hao aiza viongozi wa magaidi hao wamerejea, waliotoka Rwanda wamerejea Rwanda, waliotoka Bukavu Goma wamerejea, na ndio ndio gari zile zilizoonekana kuwa nyingi sana kutoka Bukavu na kuja kua Kamanyola. Yalijiri hayo hapo, habari inayojiri hayo hapo Kamanyola asubuhi wa siku eh, siku ya pili tarehe kumi mwezi wa sita, elfu mbili kumi na tano. Hapo Bukavu palikuwa na mitingi iliyoandaliwa na kuu viongozi wa waasi, na hao magaidi M23. Kwa hiyo kwenye mitingi hiyo aidha mkusanyiko huyo wa, wa wa raia pamoja na viongozi hao kumetokea tukio la masasa hapo, kumetokea wazalendo wasupavu wamekwenda kushambulia mkutano huo na huku viongozi hao. Kwa hiyo watu wamekufa wengine wameumia na mkutano huo umesambaratika, mpaka sasa kuendelea. Hiyo ni matukio yaliyotokea Bukavu leo siku ya pili, asante, yanayojiri hapo Kamanyola. Samani si siku ya sita, mbali ni siku ya saba tariki nane mwezi wa sita elfu mbili makumi mbili na tano e, hapo Kamanyola mda wa saa tatu za usiku, magaidi yao jeshi la tuigwaneo la Wanyarwanda wayaranda wanaojiita wanyamulenge na jeshi lao la, magaidi M23 walipambana kwenye kambi yao inayopatikana kwenye nyumba ya Mheshimiwa Katitima pale Kamanyola na upande wa E, magaidi hao watuigwaneo kutoka e, huku milimani e, minembo walipoteza kamanda umoja, koloneli umoja, na waliofia hakitajulikana. Na hivi ilipofikiria siku ya kwanza, waligabua pozisio zao, wale magaidi wa M23 wakabakia mule mpango wa mheshimiwa Katitima, na hao magaidi watuigwaneo wa, wa wanyamurenge nao wakachukua kambi nyingine, hiyo ilijiri hapo. Na walipouliza waraia haiza, wakaaji wa hapo, walipouliza yaliyotukia usiku, waliwadanganya ya kwamba alikuwa kwenye patri, wakapigana wao kwa wao. Hayo yalipatikana hapo e, Kamanyola. Kwa wapendwa Kongomani, tunakwenda e, ee, kuangalia yanayojiri kwenye shamba la vita aiza, kwenye, kwenye fro mbalimbali tunakwenda kwenye fro ya Luvunge. Tukisema fro ya Luvunge inafungwa na coordination inayosimamiwa na Mheshimiwa William Amuri ya kutumba Kombozi, hapo tunasema ee, Mzee Makanaki, tunasema Mzee Rene, tunasema Mzee Kamama na, tunasema na watu wengine kwamba wao ndio wenye kuwa kufro, jambo la kushangaza sana. Fro ya wanaifungia Uvira Uvira Centre lakini wanapanda mitandaoni kusema ya kwamba eh, wao ndio wenye wa kupatikana Fro ya Ruvunge Mheshimiwa William Amuri ya kutumba na coordination yake hawapatikane kwenye Fro. Hilo ni jambo la kwanza tunalikanusha na ni jambo la uongo sana kwa kongomani. Sijui uongo tusaidie nini. Lakini ukweli utatusaidia ili tuokoe inchi yetu na uongo utatusaidia kupoteza inchi. Na hii siyo kutusaidia ni kupoteza tu inchi yetu. Kwa hiyo ukisikia kwenye Fro, eh, ya Ruvunge kuna waka moto ujua a kwamba ni coordination inayosimamiwa na Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba, lakini kuna matawi mbalimbali mbali, na kuna wazalendo wanaotoka mahali mbalimbali, wanaotoka Manyema, wanaotoka Katanga, wanaotoka Uvira, wanaotoka Mwenga, wanaotoka eh, Bukavu, wanaotoka Goma na wanaotoka fasi zingine anaoka yani, fro kubwa kwenye mashariki ya Kongo ni fro ya Luvunge, ndio fro kubwa sana kuliko fro zingine. Kwa kuwa hapo kuna kusanyisha makundi nyingi ya Wakongomani, makundi nyingi ya washika silaha wanaopatikana Kongo mzima. Kwa hiyo Froya Luvunge si ya kwamba inafunga tu watoto wa mashariki ya Kongo tu, hata watoto wa eneo zingine, hata Lubumbashi hata Mekwatera hata Kasai wapo, wanapatikana vijana wanachapa kazi hapo kwenye Froya Luvunge. Kwa hiyo, hakuna mtu anaweza kujigamba na kusema kwamba Froya Luvunge yeye ndio anaifunga. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba Froya Luvunge inafungwa na Wakongomani wote kwa jumla, na tunakwenda yanayojiri hapo Minembwe. Hapo Minembwe mine, jana kulikuwa mapambano makali sana zaidi ya zaidi, adui alipata kichapo kikubwa sana hapo Rugezi na eneo zingine zinie, ambapo vijana machachari wa mzee William Amuri ya kutumba mkombozi visioneri mba, maono, komanda force numero 1, NPCC, ndio walifanya kazi wenyewe pasipo kusaidiwa na kundi lingine, yani, jana kulikuwa mapambano makali zaidi sana huko na kundi hilo la mheshimu iliamua amuri ya kutumba peke yake pasipokuwa na coordination, pasipokuwa na koalisho, wao ndio walifanya kazi. Lakini cha ajabu, kuna watu walio pana mitandaoni jana ya kwamba wao ndio walifanya hiyo kazi. Ni jambo ambalo linahuzunisha sana. Yaani ni kama imbwa, kama mbwa anawindia watu wengine kisha kukamata nyama, mbwa anaishia tu harufu ya nyama na nyama inakula watu wengine. Waliochapa kazi jana ni watu wengine, wanaojitangaza waliofanya kazi jana vraiment, jambo linahuzunisha sana. Na ndio maana tunaomba wakuu viongozi na watu wengine, muwe makini, muwe macho, nyinyi wenyewe muwe wapelelezi na kujua nao jili kwenye kwenye mitandao. Na wale waliojitangaza jana ya kwamba wao walifanya hiyo kazi, basi lakini Mungu awahurumie na wasamee, ila tunaweza sema ya kwamba walifanya kazi kwa kuwa wote ni wakongomani na waliofanya kazi ni wakongomani. Hiyo ni hiyo na tukienda yanayojiri e, huko Makatana Makatana kulikuwa mapambano makali kubwa sana wazalendo wachachari walifanya kazi kubwa sana kuwatimua maadui wa M23 na FC Kongo, hao magaidi pamoja na hao wasaliti wanaosaliti nchi yetu, e, Joseph Kabila pamoja na Rwanda inawasaidia. Hapo walipata kichapo kikubwa sana na hata upande wa Maruchuru, e, mheshimiwa Janvier Karaire hapo alifanya kazi kubwa sana e, hapo e, e, hapo, e, hapo juzi na hapo jana. Kwa hiyo kazi inatendeka kubwa sana. Kwa hiyo hiyi ndio anayojiri kwenye shamba la vita, na tunachoomba sisi wote wa kongomani ni kusimama sasa kidete, ili tuangalie jinsi ya kukabiliana na huyo adui anayovamia nchi yetu. Hayo ndiyo anaojiri kwenye eneo na mapambano mbalimbali. Asante na washukuru Mungu azidi wa kuwabariki nyinyi wote, asante.